E, bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimeshangaza watu wengi sana ni kwamba e, baada ya Ostaz Juma na Msoma e, kuwa na historia mbaya kidogo na Bibi Zuchu, mwanadada e, ambaye yuko katika rebo ya WCB na tunafahamu kwamba ni mpenzi official kabisa girlfriend wa Diamond Platnumz. Sasa tunafahamu kwamba kulikuwa kuna hii historia ambayo ilitokeaga kati ya Zuchu na Ostaz Juma ambapo ya yeye mpaka mama yake mzazi, kitu ambacho Zuchu kilimkera na akasema kwamba atamchukulia hatua za kisheria. So baada ya hapo ni kwamba kitu ambacho tukaja kukiona baada ya pale ni kwamba Ustaz Juma alikuwa kimya kidogo kumuhusu Zuchu, then baadaye huku tumekuja kuona kwamba akiwa anamzungumzia, lakini amebadilisha jina waga, anamuita Chukilanga. Sasa, kwa mujibu wa vitu ambavyo vimekuwa vikiendelea na issue ya Zuchu kuonekana kwamba anatamani kuolewa na Diamond, lakini Diamond hajaonyesha nia hiyo ya kumuoa bibi Zuchu, basi moja kwa moja imepelekea Ustaz Juma jua na Musoma kutangaza nia ya yake yeye ya kumuoa Zuchu iwapo kama tu ataamua kuachana na Diamond Platinumz, so hiyo insho amesha kuizungumza mara kadhaa Ostaz Juma, lakini this time around ni kwamba siku ya leo ame, ameweka picha mpya za Zuchu katika ukurasa wake wa Instagram. Kuna picha tatu kali kabisa kutoka kwake bibi Zuhura, alafu kisha akaandika ujumbe wake hapa chini. Ostaz Juma akaandika kwamba kila unapo kila unaponikosea unakuja mbele yangu ukiwa umeng'ata kidole chako kidogo cha mkono wa kulia, moyo wangu huyeyuka kama barafu kwenye jua la mchana. Akaendelea hapa Ustaz Juma kusema kwamba halafu nikiondoka unanipigia simu kwa sauti ya upole na maneno yenye mapenzi yanayonigusa hadi moyoni. Siwezi kuwa na chuki nawe, maana kila kitu Kwako huja na upendo wa kweli. Nimekusamehe si kwa sababu ya sauti yako laini tu bali kwa sababu nakupenda kwa dhati. Huo ni ujumbe wa Ustaz Juma, hiyo ni caption yake baada ya kuposti picha za Zuchu hapo juu. Sasa, wadau bwana, wameshangazwa e, kuona maneno hayo ya mahaba kutoka kwake Ustaz Juma kwenda kwa bibi Zuchu kwamba alikuwa namaanisha nini? Kwa umekuja kuuliza hapa bwana Dingi, vipi leo, umevuta e, sawa bwana, Ustaz Juma bwana e, unachelewa nini sasa? Sisi Waislam tuna mambo makubwa matatu ya msingi. Kwanza kabisa kuzikwa, kuoa au kuolewa. Hayo mambo hayataki subra. Umeona bwana, kuna mtu amemshauri hivyo Ostaz Juma. Haya, kuna mtu mwingine hapa amekuja kusema kwamba bwana, huyu mzee atakuwa na matatizo kwa sababu bwana, dada ya bwana Zuchu huku, umependwa na mzee na vitu mze, vingine kama hivyo. So, comment ni nyingi. Ukiwa kama mdau unahisi kwamba comment na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.